Hii ni Kakwale TV. Mabibi na mabwana, katika siku hii ya hali ya hewa duniani, serikali inapongeza kazi nzuri inayofanywa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, TMA, katika utoaji wa huduma za hali ya hewa zilizoboreshwa sana, ikiwa ni pamoja na utoaji wa tahadhari wakati wa matukio ya hali ya hewa. Serikali itaendelea kuimarisha huduma za hali ya hewa kwa kutekeleza katika miundombinu ya kisasa zaidi na kuendelea kuwajengea uwezo wataalamu wa TMA. Aidha, napenda kutoa shukrani za dhati na kutambua mchango thabiti wa wadau wetu wa maendeleo katika juhudi za kuimarisha huduma za hali ya hewa ikiwemo utoaji wa huduma za tahadhari nchini. Kwa kuhitimisha, natoa rai kwa wadau wote wa huduma za hali ya hewa nchini Tanzania, zikiwemo taasisi za serikali sekta binafsi, sekta ya elimu na umma kwa ujumla kuendelea kufuata na kuzingatia sheria ya mamlaka ya hali ya hewa Tanzania namba 2 2019 na kanuni zake, kujumuisha taarifa na huduma za hali ya hewa katika kupanga, kubuni, kutekeleza shughuli zao ipasavyo. Kwa pamoja, tuendelee kufanya kazi kwa bidii ili kujenga taifa himilivu katika kukabiliana na athari ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi, kwa kuchangia katika mipango itakayoboresha uangazi wa taarifa za hali ya hewa, utafiti, ubunifu, kuhamasisha mipango mikakati ya kitaifa ya kuhimili mabadiliko ya tabia nchi, ili kuimarisha zaidi mifumo ya utoaji wa tahadhari nchini. Kwa pamoja, tunaweza kushughulikia lengo la utoaji wa huduma za tahadhari nchini. Ilikuwa wa kwanza kupata habari, matukio, michezo na burudani kila siku kutoka Kakwale TV. Bofya neno subscribe kisha alama ya kengele, usikose hey.